Ambako nasikiliza ni Baraka One TV, tuko majira ya saa sita hivi sasa Afrika Kati, ikiwa ni saba majira Afrika Mashariki. Mimi ni ndugu yako uh, baba la baba the one and only town DJ P, mzee wa Ngwasuma Rajabu Bakili Kabonga. Mimi nakurushia haya matangazo, najua na kwamba tumekuwa tuna wakati mmoja hivi ambao, uh, sometimes ni wakati mgumu kwa njia moja ama nyingine, lakini pia Eh, ni wakati wa kawaida kwa sababu kila jambo huwa liko na wakati wake, ilifanyike kwa hiyo, nawakaribisheni sana wote, na ingekuwa ni muhimu kama tutaungana wote kwa pamoja kwenye kusikiza eh, matangazo yetu ya siku hii ya leo. Katika yale ambayo tutayazungumzia, tutagusia sana kuhusiana na hali ya usalama ambayo iko inaendelea Kivu ya Kusini zaidi sana eh, maeneo ya Uvira na Fizi na hali ambayo iko inazungumzika kwasababu kuna taarifa nyingi zimekuwa zikizagaa kwenye mitandao ya kijamii. E, watu wanalalamika, wanasema kwamba pesa zimekisha kutembea tena mu teritoria ya Fizi, huku akiwa chota vidole wakubwa wa wazalendo kuwa tayari wamekwisha kula mlungula, na hapa bila kupesa macho, namtaja na moja kwa moja mzee William Amuli Yakutumba. E, pamoja na ngoma nzito zaidi sana hao ndio ambao kwa sasa hivi ndio wanaanza tena kutajwa kwamba wamekula pesa za M23. Hili swala nitakuja kulikazia sana, na juzi e, kulifanyika pia jambo kubwa. E, zile ma convoy za M23 ambazo mliziona kwamba kuna kuja magari, kuja magari. Ya tulifanikiwa kwanza kuweza kudhibiti mbili mu plan ya Ruzizi na hizo mbili ambazo ziibitiwa zilileta changamoto kubwa na kusababisha uh, M23 maeneo ya, ya, ya Runingu um, kwa kufanya msako, kuwaita ma washefu wa, wa village na kuwaambia wawatafutie wawatengenezee liste ya wazalendo wote ambao walikuwa wanajua ambao wako wanapatikana hiyo maeneo. Kwa hiyo mambo sasa hivi yatakwenda ya, ya tofauti kidogo. Uh, walikuwa wanafikiria, fikiria kama ni mzaa mzaa, lakini eh, kadiri jinsi siku ziko zinazidi kwenda na ndo jinsi M23 iko inaenda inaanza kuonyesha makucha yake jinsi wanakuaga wako, unaona kisanguka wako muvira eh, ma kidnapping ziko zinazidi kuendelea, mauaji siri siri ya siri siri yako zidi kuendelea wale ambao walikuwa sibli na M23 wako wanazidi kupelekwa ku, ku, kupelekwa yani, kukamatwa mmoja baada ya mwingine wako wanabebwa na hawajulikani kwenye, wako wanabebwa na wengine pia wanasombwa wanakwenda kutupwa ndani ya jeshi. Kuna vitu viwili um, kwamba wanachukuliwa, wanapelekwa ndani ya jeshi na wengine ambao wako sibli wanachukuliwa wanapotezwa. So, tutakuja kujadili kusikusiana na haya mambo na kitu kingine pia nitakuletea utakisikiza hapa hapa, eh, moja kati ya jumbe zenye kuwa na mashiko makubwa kutoka Baraka One TV. So ili kwa kwanza kupata habari zetu, like pia subscribe Baraka One TV, tuko pia Facebook Facebook pamoja na TikTok, um, eh, like na follow page zetu, na hivyo utakuwa unapata haya matangazo kila wakati. Na um, mm, usikose pia, wewe pia kutembelea Mwangaza TV ambako utakutana na matukio mengine mengi tu ya yote ambayo yako nazidi kunidimu kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tuanze na hili swala la kuhusu Mlungula. Kwa sasa kuna taarifa ambazo ziko zinazagaa kwa mitandao mbalimbali ya kijamii. Na kuna mtu pia ambaye aa anaitwa Asambwa Huseni. Huyu nafikiri sauti zake ziko zinasikika sana, wengi wanamsikia sana kwa sauti. Eh, kuna mara anakuanga yuko anageuka kiupande upande, mara anaenda anatetea M ishirini na tatu mara anaenda huku mara anafanya hivi, na hapa ametoa declaration kusema kwamba, e, yeye atakuja na M23 Uvira ili aweze kuwavusha waje tarafa hizi. Na wabembe wengi jamaa wengi wamechukizwa na hicho kitendo na wanajiuliza Asambwa Useni ni mbembe wa aina gani? Eh, sitaki nimwongelee am persone ya Asambwa Useni, lakini anataka na niweze kugusia zile langaji ambazo wao wako wanazitoa vis-a-vis na viongozi wa wazalendo. Watu kama hao na wengine ndio wako wanatengeneza sumu kwa raia ili kutaka kupaka matope viongozi ambao wamejitolea kwa udi na uvumba ili kuweza kupigana na M23. Kama ni swala la kula rushwa, unajua mzee William Amuri Yakutumba ngoma nzito ingelikuwa kama ni wakulaji wa rushwa eh? Mbona kama unazikulaga sana tu, kama unazikulaga sana sana sana hivi, unafikiri ni nani mwenye anaweza penda apate ile 100 milioni de dollars tuseme 100 milioni, 50 milioni sava, kisha atoke mubarabara aende aanze kuishi mumilima baridi kukosa chumvi e, nyumba za manyasi na ikonasa mio de dola kwa sababu saizi tushukule mfano mzee uh, William wa, ya, ya Yakutumba, ngoma nzito oh, so, na kule porini kwenye ataenda atarudi maisha yale yale ya chawa ya porini. Tunajua hali ya porini sisi tumekama porini, tunajugisi porini. Kuko mazingira yenye watu wako wanapitia uh, mle porini ni hatari, unielewa? Watabidi warudie zile, zile sufransi za zamani. Kisha mnasahau kwamba kwa sasa yeyote mwenye alihusika kula rushwa utraire inchi, sheria ya inchi, nchi iko Nando hapo kwenye kuko ugumu kwa M23 kusema kwamba après vita, après négociation, après réconciliation, mais la justice doit suivre après la guerre, c'est la justice. Sheria isimame sasa, ifuate mkondo wa haya. Tulikuwa tuko tunapigana, ndio, wanani walibaka, wanani walifanya uh, crime de guerre, wanani walifanya crime contre l'humanité, wanani walifanya hivi wanani waliba uh, vya watu wanani walikuwa wananyanyasa watu fulani fulani, fulani, vifuate hapo. Ndo kuko kigumu kwa M23, ndo wako wanapingana na hilo, haiwezekani inabidi wote tusamehewe eh, makosa yote tumefanya bado tusamehe. Hapa tunaweza kusema kwamba tukae pamoja sawa, lakini au kukua kwamba huko adui juu ya kuja kuua tena raia, wewe mwenye unakuja kuliberea raia, unakuja kuua tena raia unakuja kubaka raia, unakuja kuiba raia. Na wewe mwenye uko mwe FRDC, mwenye uko mwazalendo huko, uko unadefendi raia tena unaanza kuiba raia, unakula rushwa kuisha raia, lazima sheria itafuata mkondo wake. Ni intelektueli, ni msomi, ngoma nzito, wako na akili za kutosha, hawawezi kula rushwa juu unajua, watakula rushwa leo, lakini kesho ile rushwa yenye walikula itawatoka pwani. Haya, tujiulize wangapi wenye washakula wa, wa rushwa ya Ventura na leo wako wapi? Fulani bote wenye bali husika kula rushwa tu ya, ya Ventura kama ni kunyongwa kumaliza hizo sio so u mzee ya, ya kutumba alikula rushwa, ngoma zetu basha kula rushwa hivi eh, wanataka bafungue njia, e, eh, Ventura pite iende Fizi, iende Fizi, iende wapi juu Ventura iko inaenda wapi? siwe kwa siwe mani ba ba batoto Uvira, Bafuliru na wengine ba likuwa seo, mwache pite tu, acha pite ba hende ae, ba lendo habiko Sange, habiko Lufungi, habiko wapi habiko Uvira walipita wa eske mshona yani, wanapita kupita sana kwa kwamba ewan biko napita baende. Haya, bakui bapite baende ji, lakini biko kia kukipe sio kupita nini. Watu kama watu wako na akili za kipumbavu kwa kiasi gani? Hawaelewi hata termi kwa kupita na kukipe. Walisema depuis Goma kwamba biko napita baende wapi? Kisha sasa wanafika Goma, bana jinsi sale pale, banatia administration parallel. Banafika mimea Minova bana jinstale. Manyabibwe Kishishwe bana jinstale. Bukavu bana jinstale. Nyangezi bana jinstale. Wapi kama nyula bana jinstale. Kote bandi bana tia ba, meri la vile bana tia ba administratery pita barabu, ba burgumesri bana tia ba dekarche bana tia so, ba daveni bana tia ba klereri a Tusifanye erere ilifanyika il, il tena Uvira. Nafikiri tushaelewa benye tulifanya ni nini tu. M23 ilipatia mzee William amuli ya, ya, ya eh, kutumba rushwa mimi siko avoka wa, wa, wa mzee ule mamuli ya kutumba, siko porte parole eh, ama siko malaika kuwambia kwa kwamba nono ni uongo, nimeona eh, hajakula rushwa. Lakini kwa conscience yangu na kwa kisa navomjole mzee hawezi kula hiyo rushwa, kwa sababu kwamba angelikuwa anakula rushwa kama ashakula miaka mingi washaga mpropose na manyumba nje ya nchi, sawa so, Washampropoze kumpa kila kitu, wewe tuachie iyi hapa uende ako uishi itazini na bishie pale. Sasa, mi nende niishi itazini. Huku ardhi ya mababu yangu inabakia namna gani? Unajelewa? Ifu tu tuna tunajifunza tuna eh? Unapewa rushwa uende uangamize jamii yako wewe uende uishi vizuri kule nje, aya kisha. Na niwaambie kitu kimoja ndugu zangu hakuna mtu mwenye anapendaga kwabo muunivu ya dunia kama Kongole. Kongole hata kama iko alitranje, miaka na miaka anakuaga tu iko na souvenir ya kwabo na anasemaga un jour je vais rentrer chez moi, nitarudiaka kunyumba nende niishi kwetu. Sasa le Kongole me wengine wakishatoka kwabo bakienda alitranje, hata baria kwao hawaulizake hata kujua nini kinaendelea kwao hawakuagi na ile akili, lakini sisi Wakongomani tunapenda kwetu kupita maelezo. Ahiyo ni ngumu sana kusikia watu wameuzisha nchi, watu wamekula pesa za nchi za hadui ili aweze kupita, sababu hadui haiko napita, bali iko naenda na ukipe e, tukisiana na taarifa mbalimbali ambazo umezisikia kutoka Uvira. Hali ya Uvira iko inazidi kwenda inabadilika kila siku wako wanakamata vijana na kuwabeba kwenyewe hakujulikani. Kila siku jana pia nimepata taarifa wamechukua vijana wengine kuanzia maeneo ya Monima eh, Nyamianda Songo, maeneo ya Kasenga, wamechukua tena vijana wengine wamewapeleka, na kila siku kunakutwa eh, watu wa wawili watatu wamepoteza maisha, hayajulikani wanauliwa na nani. Lakini kwa sababu utawala ambao uko mle ndani ni wa M23, wanaowatesa watu wanaua watu ni watu wa M23. Hii hii matatizo yenye iko inajitokeza, na ndio matatizo haya haya ambayo yako pia yanajitokeza Goma. Hivi, watu wa Uvira wako wanachukulia kama mzaa. Lakini kwa watu wa Goma ndio wanaelewa ni nini So, M23 napitia Goma, mnaishi kwa neema ya Mungu. Basi tu, ni kwa neema ya Mungu, ni kwa neema ya Mungu leo Goma mm. liamka leo na mazingira ya ya bakahoko manyanyaso nazidi na wamepunguza no. Si ile tulishaka tulishaka iko prendre tu tulishai ko prendre, ni kawaida. kuna wakusema tusemake tena mm. antuka watu yote tulishaka kufuana furala ya ya la la ya danse mm. yani, mgoma sasa hivi hakuna mwenye iko na na kauli yoyote, hata kama uko na dossier yako na na mtusi, hawezi kwenda kuparke eh na hakuna parke. Hapana, ile haikuwake ile, ile haikuwake kiongozi ile haikuwa ke, ile haikuwake kabisa hmm. au au, au kwa ginzi huko, ndugu yangu bakwe bakwa bakufunge munda kwa kukuona hakuna bile habikuwake kabisa donke. Mwenye banabeba hivyo ni yeye na Mungu wake tu. Ye na Mungu wake siku yenye watasikiaka anakuya mm. Mewee hauna hau, kabisa hauna kwenyu, nawezi sema mbotaenda mtafutia vile habikuwaki kabisa. I see. That's it. Hivi gisi wako wanadangadanganya wana watu kuambia, kwenye hebu viko na sherehe watu viko na amani watu viko sawa, wanarizika, wanafurahi, najua nini ngoma. Pia mlishindwa kutoka manifestation mingi, muoneshe kwamba hamriziki na ile ile, kila mwenye anaweza sema hivyo hmm. Ni kusema ya kwamba yeye yeye iko kufaida yake tu, iko kufaida yake yeye mwenyewe mm, mwenye anaweza kusema vile ni mumoisha ni mumoisha wa, wa ile kundi kabisa. Messi wenyewe kabisa, kuna kitu tunaangamia kabisa, yeah, yeah. Um, no, sawa, tuendelee mm, kuwa tu kwa pamoja mm, tuendelee pia tunaangamia kabisa ya kuonekana yeah, mm. Mm, tuendelee kushirikiana, mambo itakuwa sawa, bataenda tu muda si mrefu. Tukani neema ya Mungu, tu neema Mungu yeye peke yake afanye bila ya kibenye binawezi. Unayua wa mtu tulikuwa tulishazoea tu, tulikuwa tulishazoea pabandi yetu. Tulikuwa tulishabazoea, lakini leo kabisa, hakuna kitu kabisa, hakuna. Kwa hiyo hapa tuki compare sasa, uh, tute comparison kati ya gestion ya malgré kwa ile mediocrity ya, ya, ya Felix na hii sasa ya M23 Munaona omwe wa omwe wapi, unajua wa mutu ni wa mutu, ndio bale betu walikuwa babandi, tulikuwa tunajua ile, ndio tunajua ile hmm, alakini tulikuwa tunabavumilia tu ile, tulikuwa tunabavumilia tu ile, unabeba tu, mutu wako huko na dura ya kwenda kumutafuta kwenye bali, mutia munipe mutu wangu nimuongeleshe me. Kwa leo hakuna hakuna hakuna, mana kwa sasa hapa kwetu, ukanitumia ukanitumia vendolare hapa kusudi ni iletire, ilifue ni ilipie hapa, donc tunaangamia, hakuna kitu kabisa mm. na kitu muma administration yabo muma ofisi zabo benye bikuwa mingi banani papa papa, vitu ni vya nguvu sana, ni vya nguvu yenye naweza kukwambia vyote mm, vyote vyote ni kufaida tu ya ya ya ya vyote ni hebu ndo wanajibebea

nakwambia ile yote nokaona nokaangalia mzuri no ukaangalia mzuri. Mm. Wenye wanavala tu wanavala ba, ba, ba mubaya ni betu ba kuvala mzuri ni vale vale tu donke. Mm. Kote, donke, donke bote ni faida ya fasi ingine hakuna kitu kabisa. Mm. Mm. Yeah, sawa bwana, nashukuru sana kwa kwa taarifa zako hizo, na fikiri mwingine tutaendelea ku- kuwasiliana tu eh, napokuwa nahitaji jambo kuhusu mm, na, na, na mimi pia nashukuru na, na mm. Eh, nashukuru kabisa kukusikia, nashukuru kukusikia kabisa mm. Yawezekana walishalogewa tu, ni kulogewa sababu hakuna mwenye anaezi uweza vitu ya hivi bila kulogwa kabisa yakuene mm. yeah. Bwana, wanajichunge, ukombozi unakaribia wan? Sawa, huyo okay, ni mkaaji wetu wa Goma ambaye tulikuwa tunazungumza naye kuhusiana na hali ambayo iko inaendelea ndani ya jiji la Goma hii. Uh, ambayo unasikiliza ni Baraka One TV ndugu zangu. Mm -hmm. Ao ao ndo watu wa Goma wa sufrance so, nyepako napitia depuis arrivé ya M23 mgoma. Ni hatari. Ni hatari. Hii pia ni, ni ba resistant. Mwanzo mwanzo wanaanza kwanza hivi kwenda hivi be après bitu bikisha e exagere, mtasikia maandamano kila siku muvira mtasikia kila siku watu kutongana na vavetura ra na wenyewe e, wanaenda salon, lakini wakati serikali iko pale mere de la vile iko namwambia, jamani twende musalungu, jamani tupige salungu, mlikuwa mnakimbia, mlikuwa mnakataa. Unaona, lakini leo mko mnaenda nyinyi wenyewe bila kuitwa, bila kuitwa. Sema salambu iko pale inaambia twende, nyinyi wenyewe mnaenda tuku na mabeji. Lakini wakati serikali iko inababembeleza, mlikuwa mnakataa kwenda kufanya kwa hiyo conscience inaanza kuwa travail, c'est vrai. Lakini souffrance zenye mko mnapata pia ndio zinaba travail beaucoup plus. Huo ni uoga. Hata uende kusalongo, bata kubeba tu. Sawa? Hata ufanye nini, bata kubeba tu. Lengo lao ni kukamata vijana waende, kisha nyinyi ambao mko mnabebwa hapo ndio mtaletwa kufro, kama mko na kwa na taarifa mtaenda huko kisha uh, mnaletwa kufuru. Unajua kufia bure bure bure bure bure bure bure. Kwa hiyo vijana, mnabidi uh, mfanye makini, mwe makini, mtoke huko na mwende mjiunge na wazalendo kwa ajili ya kuweza ku uh, ku nani, kuongeza idadi ili kuweza kupambana vizuri na hao magaidi wa M23. Uh, tuchukue hili swala la eh, la mopeni ya Ruzizi kulifanyika ambush ya yeah, kulikuwa kuna ambush kubwa na hiyo kusababisha e, jipe mbili za M23 kuweza kuchoma moto mm, walipigwa vibaya na wazalendo waliwalia target e, unasikia unaambiwa majipe zinakuja M23 wanakuja wengi. Niambi, acha wakuje, kama wanakuja ni wangapi? O, gari makumi mbili na sita eh, acha wakuje, acha wakuje gari hata mia tano tunajua kwenye tutazipeleka. Baba manu angali nahitaji watu wa kutosha. Sasa uh, wakati hizo uh, gari zinafanyiwa hivyo visanga uh, uh, wakatafuta wakubwa wa vijiji kuanzia Runingu na kuambia wawatengeneze list ya vijana wote ambao walikuwa wanawaona hayo maeneo kwamba ni wazalendo, naona watengeneze liste ya kila jamaa kila familia, kwamba mufamilia fulani mlikuwa mlikua na fulani alikuwa ni mzalendo fulani, mzalendo mutengeneze ile list ndio wanatengeneza ile liste hivi sasa hivi ambayo chef de village batapeleka ku M23, kisha msako uanze. E, mu plan ya Ruzizi mu kila nyumba kwamba alikuwa ni mzalendo na iko mule ndani, basi liste iko inatengenezwa ambayo itakuja kuwatafuteni. Unaona sasa, sijui huko sababu gani ya nyinyi kuendelea kubaki huko. Hiyo ni moja kati ya matukio ambayo yaliweza kufanyika e, muvile ya Uvira pamoja na muplene ya Ruzizi kwa M23 kuweza kuangulia e, kuugulia vibaya baada ya, ya hayo ambayo umeweza kuyasikia kutoka huko jijini Uvira. Natoa shukrani za dhati kwa wote ambao wako na wanatutizama licha ya matangazo kuchelewa. Tuliona asubuhi mambo yalikuwa yanaendelea na mengi sana kwa hiyo tuweza kurusha matangazo ya asubuhi nafikiri kuanzia hivi sasa eh, tutaendelea kusikiliza matangazo yetu ya asubuhi saa sita pamoja na saa tisa ikiwa pia na saa kumi na mbili eh, kila siku kila siku, bila bila kurudi nyuma. Ndio anajua harakati lazima ziweze kuendelea, na nitoe shukrani kwa wote ambao mko mnatusikiliza, ndugu jamaa na marafiki, kokote pande zote nne za dunia. Nafikiri ni jambo la heri sana. Mimi ni ndugu yenu, the one and only town DJP. Ee, baba la baba mzee wa nguasoma kutane ni majira ya saa tisa ambako tutasikiliza ujumbe wa meya wa jiji la Uvira ee, kifara kapenda kiki na pia tutasikiliza mambo mengine kutoka Baraka1 TV